Somo la kwanza linatoka kitabu cha Kutoka sura ya kumi na saba aya ya nane mpaka ya kumi na tatu. Tunakutana na wana wa Israeli wakiwa safarini kutoka Misri kuelekea kwenye nchi ya ahadi, na wanapita katikati ya nchi ya Wamaleki na pale wanakuwa na vita na watu wa Wamaleki pale Refidimu. Musa anapanda mlimani na ananyanyua mikono yake juu na katika kunyanyua mikono yake juu, ambapo hiyo tunaita ni kama sala, Mwenyezi Mungu anawasaidia wana wa Israeli, wanashinda vita. Hapa tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba ushindi wa kweli hautokani na nguvu zetu binafsi, bali nguvu kutoka juu. Lakini kuna kipindi mikono ya Musa ilikuwa inachoka, na wana wa Israeli walikuwa wakipigwa vibaya sana, ndipo wasaidizi wake wawili ambao ni Haruni na Huri Walienda kumshikia Musa mikono na ndipo Waisraeli wakaendelea kushinda vita. Tunajifunza nini hapa? Ndugu zangu wapendwa, usiombe peke yako wakati umechoka, waalike wengine wakusaidie ili mikono yako iwe juu ili uweze kupata kile unachokihitaji.